Tukio hilo limetokea katika kijiji cha Mpwapwa kilichopo wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa, hali iliyowafanya wakazi wa eneo hilo kuingiwa na hofu. Baadhi yao wanaamini kuwa huenda ni hasira za mizimu, ikizingatiwa kuwa eneo hilo lilikuwa likitumika kwa matambiko miaka kadhaa iliyopita. Huyu aliyelima amekuja ame kulima kwenye chanzo cha mizimu ambayo inapelekea kwamba mizimu imechukia na kuja sasa kuvamia eneo lao na kulipasua kama greda ilikuwa inalima. Kimsingi mimi kwa mira za huku kwetu kama diwani ninavyojua, inawezekana kwa ninavyojua, mizimu ilikuwa inahama hama kukimbia kile kilichotokea kule kwa yule mwananchi. Kwa, kwa ninavyojua moja kwa moja maeneo haya kama kulikuwa na mizimu ina, ina, ina, imeamua kutoka, wamekasirisha ina lazima yache alama fulani hapa. Tunamtafuta tunamtafuta chifu na wakorochi wenye umri, wanatafuta mbuzi mweupe na kuku nyeupe, alafu ndio wanakuja hapa wanatengeneza kama kichanja tunaita ahavuba. Sasa pale ndio wanaomba mizimu, hapa tulikosea tunaomba tunawalipa hiki, tunawapa mbuzi hii nyeupe, au kama siyo mbuzi, kondoo na kuku mweupe au mwekundu. Mkuu wa Wilaya ya Sumbawanga Nyakia Ali Chirukile amefika eneo la tukio na kushuhudia hali hiyo ya ajabu, huku akiwataka wataalamu wa mazingira kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo. Hakuna madhara ya kibinadamu isipokuwa kuna madhara madogo madogo kwenye baadhi ya mashamba ya watu. Udongo umesafiri zaidi ya kilomita moja kutoka ulipoanzia, lakini kama unavyosikia nyuma yangu kuna maji yanabubujika. Sasa kwa haraka haraka tunaweza tukasema huenda kuna mtu unapita chini. Si tunachoomba ni wataalamu wa jiografia, kwa maana wataalamu wa jiolojia waje sasa waone hiki ni nini kilichotokea kwa sababu hatuwezi kutolea tu kwamba hili liko hivi liko hivi. Wao wanasema mara kuna mizimu imechokozwa na nini, hivyo vitu hatuwezi kuviamini, lakini kubwa, tunataka sasa stadi za kina za kisayansi zifanyike, wataalamu wetu wa jiografia waje waone kilichotokea hapa ni nini kwenye kijiji hiki cha Mpwapwa. Pengine ni muhimu kwa jamii kushirikiana na wataalamu wa mazingira na jiolojia ili kuelewa changamoto zinazoweza kusababisha matukio kama haya na namna ya kujikinga dhidi ya madhara yanayoweza kutokea.